Lakini kwa nini tunaji tunatakiwa tuzidhibiti nafsi zetu? Kwa jawabu bado linaendelea katika swali tulilojiuliza la kwanza, vilevile, kwa sababu marifatu nafsi ni maarifa ya muhimu sana. Tunaambiwa na Al-Imamu Ali ibn Abi Talib, anasema marifatu an nafs min anfaul maarif, maarifa ya kuzitambua nafsi zetu ni miongoni mwa maarifa yaliyokuwa bora sana na muhimu na ni lazima sana, sana. Kwa nini? swali lingine make kiswali najizaza, kwa nini awe bora? Kwa nini awe ni maarifa yenye manufaa zaidi? Kwa sababu kwanza, man lam yuhadhibu nafsahu lam yantafi'u bi'aqlihi kwanza kwamba mtu yoyote, hii hadithi wanasoma hata madrasa watoto kwenye, kwenye juzu kule nyuma. Mimi nimeiona imeandikwa na imefasiriwa Kiswahili, kwamba mtu ambaye haidhibiti hai hana tabia ya kui, kuichunga nafsi yake na kuilea vizuri, basi huyu mtu kama ataiacha acha nafsi yake, basi hata akili yake itakuwa haifanyi kazi. Angalia haya mahusiano Yani akili na tabia zina mahusiano. man saa khulukahu faqad adhaba nafsahu, mtu mwenye kufanya tabia mbaya basi atateseka sana na nafsi yake. Yaani siku zote tambua, utakapokuwa na adabu mbaya za ovyo ovyo, basi ujue we mwenyewe utapata adhabu. Mfano mtu awe na tabia ya chuki tu chuki za bila sababu, yaani anakuchukia tu. Nishai kuongea maneno haya, kuna sehemu. Yule anayekuchukia yule bila sababu, kila akikuona yeye ndo anapata shida, sio wewe tena. Yeye ndo anapata nini? Kwa sababu si hapendi akuone ulivyo, hataki wewe si lolote si chochote kwake, lakini anakuona upo tu. Tuko pamoja hapo eh? Basi unajua anaumia kiasi gani? Utamuona tu hivi mnacheka, assalamu alaykum wa alaykum salaam, lakini humu anaungua humu, na hakuna adhabu mbaya kama adhabu ya nafsi. Asikwambieni mtu, bora umwe uwe na donda hapa mkononi hapa, unalipepea tu namna hii donda kuliko ukawa unadonda kwenye nafsi yako. Unajua, mtu mwenye donda katika nafsi yake huwa hanenepi wala hapendezi wala hang'ari mbele za watu, japokuwa anamiliki kila kitu anachotaka kumiliki, lakini hata nawiri hata siku moja, kwa sababu kuna mahusiano baina ya roho yake na mwili wake. Kuna mahusiano baina ya roho yake na mwili siku, roho ikiwa chafu na mwili unakuwa mchafu, hata aoge na sabuni ya namna gani? Kwa sababu moyo wake ushafanyaje? Ushachafuka. Hawezi kula chakula kikashuka, hawezi yaani ale chakula hivi kishuke, wakati mbaya wake anaomjua yule pale yupo anamwona, anaweza kuwa chakula kanunua yeye Sijui mmenielewa vizuri hapo eh? Na ametamani apikiwe pilau siku hiyo, lakini mara kafika yule usiyempenda, kaja kaja kukutembelea siku hiyo, uone kama ile pilau litalika vizuri. Kila akimeza kama vile anachukua mawe anayatupia tumboni, mawe kabisa, mawe. Hajui katafuna sangapi wala hajui, kwa sababu yeye nafsi yake inazunguka na kichwa chake kinazunguka, huyu kwa nini kaja hapa? Angalia adhabu na ndio maana Bwana Mtume alitufunza maneno mazuri japokuwa huwa anayarudia sana lakini, nataka tujifunze hivi kwa darasa za Aba Abdillahil Husein. Anasema, inna fil jasadi mudhgha idha sulihat suliha ljasad kullu wa idha fusida fusida ljasad kullu ala wa wahuwa alqalb, katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama. Akikusudia pande la nyama hilo ni moyo, nafsi, roho Ilo pande la nyama likiwa limekaa vizuri, yani lina tabia za wema, zina tabia za kheri, zina tabia ya salaha, zina tabia ya uadilifu, kinyume na hizi tabia tulizoziona hapa ambazo imamu amezikataa, akawa na tabia hizo, basi mwili mzima utakuwa hapo. Ndio maana utakapomwona yule mtu, kila utakapomwona tabasamu ananawiri, akila ugali kila siku. Kwake ugali na mlenda anatafuta, ugali na mlenda anatafuta, lakini unashangaa mbona ananawiri? Ndio hata msemo wa, wa, wa Swahili wanasemaga eh, kwamba moyo ukiridhika, basi utamwona mtu ananawiri tu, sio lazima awe na kitu, ni moyo tu msafi, hana shari na mtu, hana hasadi na mtu, hana chochote na mtu. Yeye anafuatilia ya kwake yeye yanayomuhusu, anafuatilia yake yeye yanayomuhusu yeye, usifuatilie. Unajua, ukifuatilia ya mtu unajipa kazi ya ziada. Hivi Mungu kakuumba wewe kwa sababu uwafuatilie wenzio, kwa sababu uwachukie wenzako, kwa sababu uwafanyie chuki wenzio? Shughulika ya kwako ili usalimike wewe. Ukimwona mtu amekosea bahati mbaya au amekosea vyovyote takavyokuwa ukahakikisha kwamba huyu, nenda kwa mipaka, ndugu yangu. Hapo sio hivyo. Sio tena ndo umekaa unamuinda sasa. Leo ukapita wapi? Amekula nini? Leo hajatoka huyu. Leo sijamwona kabisa, hajafungua mlango, hajapanda daladala, kila siku anapandaga hapa huyu. Saizi saizi ndo muda wake huyu. Utakonda bure, unapata shida. Huna ya kwako ya kufanya? Sindo hapo, wewe una ya kwako ya kufanya yani ya katika maisha. Yaani, wewe Mungu alikuteua huko akhera huko akakuumba, akakupulizia roho, nenda kamfuatilie fulani? Ndio ulipewa kazi hiyo? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuisha kazi hiyo, ndio kazi yako wewe, umeumbwa ili mradi huja kufanyaje? kuabudu tu au masuala ya fulani na fulani na fulani. Wewe mpaka wako umefunguliwa mlango mmoja ambaye anatufundisha Abu Abdillahi Lhuseini alaihi issalam, uridu an amura bilmaruf wa anha anil munkar. Kweli kuna mlango huo, upo kwa Waislamu, tunatakiwa tudumu nao, tunaamrishana mema na kukatazana. Pale utakapofikiwa umemwona usiyafatilie yale ya ndani usiyoyajua, usipekue sana. Ukimwona amevuka mipaka, anajionyesha barabarani, mwite pembeni, tena uwe na adabu na heshima. Unajua kuna watu wengine huwa wanakosea kitu kimoja eh? Yaani huwa wanapowaona watu wamefanya, wameharibu na yeye anaenda kuharibu zaidi. Mtu amekosea, inatakiwa umwite kwa adabu kwa heshima, alafu unamwambia, "Bwana ndugu yangu, hebu kidogo hivyo vichupa vyako vya nani, punguza punguza kidogo, we ndugu yangu, bwana we mwanangu, bwana." Vijana, si ndio lugha zenu hizo? hebu eh? E, punguza. Sio sawasawa hivyo ulivyo. Umeona kama una aya moja mbili tatu, mwambie. Sio lugha zenu zile oya we mlevi? atakupiga ngumi na ni haki yake ya kupiga ngumi, kwa sababu umekosa adabu. Atakupiga ngumi na ni haki yake ya kupiga ngumi. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa hiyo moja katika masala ambayo sisi tutajifunza katika darasa zetu hizi inshallah allah ambazo tutakuwa tunaendelea nazo katika mwezi huu wa Ashura wote anwani nadhani mmeshaambiwa anwani yetu, na kwamba tuam, je, twamjua al-Imamu al-Husaini katika maisha yetu ya kila siku. Hilo ndo swali, huo wote ulikuwa ni utangulizi tu eh? Je, twamjua al-Imamu al-Husaini alaihisalam katika maisha yetu ya kila siku? Mbona swali hili sasa, ni lazima watu tulisome na tulipatie majibu, kwa sababu tumelichagua swali hilo kwa sababu watu wengi sana huwa wanamwangalia Imamu Lhuseini katika mapambano tu, lakini hawaangalii jambo la msingi au kadhia ya mama. Kadhia ya mama ndo hii ya kwamba ni lazima vyovyote itakavyokuwa, ni lazima tuzisome nafsi zetu, ili tuweze kumangalia Aba Abdillahi Lhuseini alaihi ssalam vizuri ni lazima kwanza tuzisome zile nafsi zetu tuzitambue, kwa sababu mambo yote ya binadamu, taka usitake, huwa yanaanzia hapa. Na tunapomsoma tuyasome maneno, kwa nini ametoka yeye? Anatuonyesha, anaanza kuzivunja zile akhlaki mbaya, kutuonyesha nini? Kutuonyesha kwamba akhlaki mbaya katika maisha hazina nafasi.